Tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa bunge na madiwani. Chama cha Mapinduzi manispaa ya Songea kupitia katibu wa wilaya comred James Mgego amesema muda ukifika ni ruksa kwa mwanachama yeyote wa Chama cha Mapinduzi kuchukua fomu na kugombea nafasi ya ubunge au udiwani Akiongeana na chama, chama wa Chama cha Mapinduzi katika sherehe ya jumuiya ya wazazi manispaa ya Songea iliyofanyika katika kata ya Sidi Farm, Comrade James Mgego amesema kuwa kila mwanachama ana haki ya kugombea nafasi ya ubunge au diwani kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, na asitokee mtu yoyote yule kutoa vitisho ili mtu asichukue fomu ya kugombea. Kwenye nafasi ya urais tumeshakamilisha, ila nafasi ya ubunge na udiwani, hizi nafasi zitaingia kwenye uchaguzi mcha kwenye mchakato na tarehe rasmi tayari chama kimesha tangaza kuanzia tarehe 28 mwezi wa sita, itakuwa ni ruksa kwa mwanachama yeyote wa wilaya yetu ya Songea mjini aliyeona yeye amejipima anatosha kugombea nafasi yoyote, itakuwa ni ruksa CCM weyo. Kama nilivyosema, viongozi wetu wameshafanya kazi yao nzuri, ulikuwa ni mkataba wa miaka mitano ambao utaisha tarehe hiyo, baada ya kutangazwa Rai yetu kama viongozi wa wilaya, tunawatangazia rasmi wana CCM wote wenye mapenzi mema na chama chao, wana haki ya kugombea nafasi hizo muda utakapofika, tarehe 28, na sio mbali, nikawa tuna mwezi mmoja na kidogo, tutangaze nafasi. Muda utakapofika, ni ruksa kwa wanachama wote. Isitokee kuna vitisho vya watu kuwatisha wengine wasichukue fomu eza za ubunge au diwani. Hapana. Chama chetu kinaendeshwa kwa misingi ya demokrasia. Tuwaombe viongozi wa chama, viongozi wa jumuiya, mtakapofika muda, acheni zoezi liwe huru na haki. Watu wote wana nafasi kwenye chama chao. Haki kubwa ya mwanachama wa Chama cha Mapinduzi ni kuchagua au kuchaguliwa kwa nafasi anayoona amejipima anatosha. Kwa hiyo tutoe rai kwamba muda ukifika, ni zoezi huru na haki litakuwa litafanyika kuanzia tarehe 28 na tumeshapita kata zote, tumeelekeza tunahitaji haki itendeke kwa mwaka huu, watu wote wanachama watendewe haki, wote wana haki sawa kwenye chama cha mapinduzi, usionekane kuna upendeleo baadhi ya watu kwa kabila kwa rangi kwa dini kwa sura au kwa jinsia yeyote atakayetaka kugombea nafasi yote ndani ya Chama cha Mapinduzi ili mradi ni mwanachama Chama cha Mapinduzi atendewe haki, atendewe haki kwenye kuchukua fomu, atendewe haki kwenye vikao, akatendewe haki kwenye kupigiwa kura. Katika hatua nyingine, Comred James Mgego amesema kuwa uchaguzi ni mchakato na ni lazima kukubaliana na mchakato unavyokwenda. Uchaguzi ni mchakato, kama ni mchakato, lazima tukubaliane na mchakato inavyokwenda. tunajua baada ya kupata wagombea wetu wa kitaifa, pia tulipitisha kanuni na katiba ambazo zitakazoongoza uchaguzi wa mwaka huu. Kwanza kutakuwa na kuchukua fomu ambazo wanachama wote watachukua, lakini kutakuwa na hatua ya kuchuja majina kupata watatu watakaopigiwa kura na watakaopigiwa kura tena, kutakuwa na michakato ya vikao. Kwa hiyo badala yake atapatikana mmoja wa kupeperusha bendera wana sisiemu raji yetu Songea mjini kupitia michakato yote itakayoendeshwa na chama kwa mujibu wa kanuni na katiba, tuondoe nongwa, tusinune. Wapo ambao watagombea huenda kwenye uchujaji wasionekana, usiondoe nongwa, usinune. Wote wana sisiemu, wana haki sawa. Wapo ambao watakaorudishwa majina yao huenda kura zisitoshe. Usiweke nongwa, ona kwamba yeyote atakayepata ana haki sawa kama ungepata wewe. Asante kwa kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii pale Instagram, Twitter na Facebook kwa jina Toka Zamani TV. Pia usisahau kulike na kusubscribe YouTube chaneli ya Toka Zamani TV. Newton Ndenda, na hii ni Toka Zamani TV.